Ndugu wa habari, ongezeko la sampuli zinazochunguzwa na mamlaka ya maabara Mkemia Mkuu wa Serikali, tunaona kwamba huu unatokana na kuongezeka kwa uelewa wa wananchi na wadau wa mamlaka, lakini pia vile vile na ubora wa huduma ambazo zinatolewa na mamlaka hii za uchunguzi uh, tunazozifanya lakini pia vile vile Uh, sababu nyingine ya ongezeko hili ni kutokana na ushirikiano mkubwa baina ya taasisi za serikali za udhibiti uh, kama vile mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya kwa maana ya DCA, lakini jeshi letu la polisi Tanzania, mamlaka ya mapato, wadau wengine wa afya zikiwemo hospitali eh, lakini pia wenzetu wa OSHA na wenzetu wa baraza lile la usimamizi la taifa la usimamizi wa mazingira kwa maana Nemki, na wadau wengine ambao kwa namna moja au nyingine wanatumia huduma zitolewazo na mamlaka hii ambayo wanatoa na wanaleta kwa ajili ya kupata uhakiki wa, wa ubora wa uh, bidhaa zao na kadhalika. Eneo hili ndugu wanahabari, linakuwa pia na mchango mkubwa hasa kwenye uchunguzi wa sampuli kwa wakati na pengine na kwa haraka. Uh, uchunguzi huu umeweza kuwa msaada mkubwa katika kusaidia pia uboreshaji au uimarishaji wa huduma zinazotolewa to na taasisi zilizoko kwenye mnyororo wa haki jinai, ikiwemo hasa hasa zaidi kutoa mashauri kwa wakati, kutokana na uchunguzi wa kimaba, lakini pia vile vile utatuzi wa migogoro ya kijamii, kama vile uhalali wa watoto kwa wazazi au wa mzazi kwa mtoto, lakini jingine kubwa ni utambuzi wa miili ya wahanga inayokuwa imeharibika vibaya, haiwezi kutambulika katika hali ya kawaida katika majanga mbalimbali mbali ya kitaifa kama nilivyoyasema hapo awali. Sasa kupitia uchunguzi wa kimaabara unasaidia pia utambuzi, na tunaweza kukumbuka matukio ya hivi karibuni, kwa mfano lile la Kariakoo, lakini kuna tukio jingine lilitokea kule Mbinga, ambapo wenzetu wa Tanzania wenzetu walipoteza maisha. sasa Uh, uchunguzi unaoletwa au uh, sampuli zinazoletwa kwenye maabara yetu zinasaidia sana kufanya utambuzi ili uh, ile mira na taratibu iweze kutumika katika kuwahifadhi uh, marehemu wanaotokana na hiyo. Lakini pia vile vile uchunguzi huu tunaona una faida kubwa, unachangia sana kwa wagonjwa wanaohitaji huduma ya kusafishwa figo kwa fanya uchunguzi wa sampuli za majitiba ambayo yanatumika kwa wagonjwa wanaohitaji kusafisha figo lakini na vile na wale ambao wanahitaji pia kupandikizwa figo. Hiyo inafanyika kimaabara kubainisha uhusiano uliopo kati ya mtoaji na mpokeaji wa figo katika uh, hospitali zetu hizi za huduma za kibingwa. Lakini jingine ambalo ni, ni, ni eneo kubwa la mafanikio ni utambuzi wa jinsi tawala. Tunaposema jinsi tawala ni kwamba Uh, mtoto anapozaliwa anaweza kawa haibainishi yeye ni wa jinsi ya kike au jinsi ya kiume, lakini kupitia uchunguzi wa kimaabara tunaweza bado kusaidia kutambua kwa kushirikiana na madaktari bingwa, na hivyo tukawapa ushauri wa kitaalamu na wao wakaendelea na tiba. Idadi ya wanaopima wanaongezeka kutokana na uelewa wa huduma zinazotolewa lakini pia uhitaji wa taarifa za uchunguzi wa vinasaba katika kufanya maamuzi mbalimbali. Uh, zipo changamoto nyingi nchini ambazo zinahitaji taarifa za vinasaba hata ambazo sio za jinai. Kwa hiyo, kwa mwaka jana mpaka tunafika mwezi Disemba jumla ya majalada mia tano ishirini na nne yamechunguzwa haya yakiwa yanahusiana tu na masuala ambayo sio jinai ambayo yanahusiana pengine kutaka kujua uhalali wa mtoto kwa wazazi yamefikia mia tano ishirini na nne. Asante.